Karibu mtazamaji. Mlipuko wa ugonjwa hatari wa Kala Azar umeikumba Kaunti ya Wajir na kusababisha vifo vya watu 18 huku zaidi ya mia tano wakiambukizwa. Visa vya maambukizi vimesambaa katika kaunti ndogo nne, hali iliyosababisha serikali ya kaunti kuzindua mpango wa dharura kudhibiti hali hiyo. Mwandishi wetu Hashim Jamal anatuarifu zaidi kutoka kaunti nambari nane maafisa wa afya katika kaunti ya Wajir wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kudhibiti mlipuko huu wa haraka wa Kala Azar, ugonjwa ulioanza Desemba mwaka jana na sasa umeenea katika kaunti ndogo nne, huku wagonjwa 106 wakiwa wamelazwa hospitalini. Maafisa wa afya wamedhibitisha kuwa visa 532 vimeripotiwa hadi sasa, huku wengi wa wagonjwa wakipata nafuu baada ya kupokea matibabu. Hata hivyo Watu kumi na nane wamepoteza maisha wengi wao kutokana na kuchelewa kupata matibabu. Hematological complication is is is is the The the the The main cause of death in Kalaza. The first thing thing we we we have have to to to do is to give a good supportive care whereby you have to stabilize the patient and after stabilization is that that we start the definitive treatment. The other thing is that these drugs we are are using are not 100% effective. Uh, sometimes also it katika juhudi za kudhibiti hali hii, serikali ya kaunti ya Wajir imechukua hatua wa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupanua wodi za hospitali kwa ajili ya wagonjwa wapya, kupata vifaa vya dharura vya matibabu, na kufanya fumagisheni ya maeneo yaliyoathirika. Maafisa wa afya sasa wanatoa tahadhari kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi iwapo wakazi hawataripoti dalili mapema Serikali ya kaunti inatoa wito kwa wadau na mamlaka ya kitaifa kusaidia katika juhudi zinazoendelea ili kuzuia janga hili kuwa janga kubwa zaidi la kiafya. Sasa swali linalobaki ni je, juhudi hizi zitatosha kudhibiti mlipuko huu kabla haujawa janga kubwa? Wakazi wa Wajir wanatumaini kuwa hatua wa za haraka zitachukuliwa. Nikiripoti kutoka kaunti ya Wajir kwa runinga ya Citizen mimi,